Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tunaendelea na usia wa bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa Imam Ali alayhi afdhalu salatu wa salam. Ya Ali, ewe Ali, la tujami'i imra'ataka illa wa ma'aka khirqatun wa ma'a ahlika khirqatun. Ma usijamiane na mke wako isipokuwa wewe uwe na kitambaa chako na yeye awe na kitambaa chake. Wala tamsahabi khirqatin wahida. Na wala msijifute kwa kutumia kitambaa kimoja. fataka ushahawatu ala shahawa, zikakutana shahawa za pende mbili za kwako na za kwake. fa inna dhalika yuaqibu al adawata bainakuma, kwa sababu kufuta na kitambaa kimoja inasababisha uadui kati yenu nyinyi wawili. thumma yuaddikuma ila alfurqati wattalaqi, ikisha uadui huo utawapelekea kutengana na inasababisha kupeana talaka. Wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.